Wana Malinyi, yani tushangilie kabisa tushangilie kwa ukombozi huu. Sasa tumieni hizi fursa ndugu zanguni, ni wakati ambao umefika, tutumie fursa hii kuelimisha wenzetu, changamkia mashauri yetu, iweze kena mbele hivi. Ndani ya miaka mitatu minne hii Malinyi itakuwa sio hii tena. Kwa niaba ya serikali ya wilaya ya Malinyi, inawashukuru sana TADB kwa kufika hapa kutoa elimu hii muhimu tunaamini kuwa ushirikiano huu utaendelea kuleta manufaa kwa wakulima wetu. Tujenge utamaduni wa kujifunza, kushirikiana na kutumia fursa zilizotolewa na serikali yetu kupitia taasisi kama TADB, ambayo nyingi pia nimeshazieleza hapa. Leo tumefika hapa Malinyi kwa sababu ya kukutana wa wa na wakulima wafugaji, na wavuvi wa wilaya Malinyi, mkoa wa Malini, Morogoro, ili kuwapa elimu ya ufahamu kuhusu TADB tuna tumewafundisha kuhusu TADB, TADB chanzo chake, TADB tunafanya nini, majukumu yetu, na hata namna ya kupata mikopo na mahitaji ya awali kwa ajili ya kupata mikopo. Kwa tumejumuika nao wakulima, wafugaji, wavuvi, wauza viuatilifu, wauza mbegu, wauza mbolea na wadau wote kwa ujumla walio kwenye mnyororo wa thamani wa kilimo. Mimi e, kwa jina naitwa Zeno Peter Asei ambaye ni afisa kilimo kutoka halmashauri ya wilaya ya Malinyi. Halmashauri yetu inategemea kilimo zaidi ya asilimia tisini. Kwa hiyo bila shaka haya mafunzo yatakuwa yametufungua ukurasa mpya hasa kwenye kupanua uzalishaji wa mazao yetu hasa kimkakati kwa sababu hawa wakulima watakuwa na nafasi nzuri zaidi ya kuweza kupata mkopo, kwa sababu masharti yaliyotolewa, bila shaka wakulima wetu watakuwa na uwezo wa kumudu na pia kuweza kufikia malengo ambayo tumekusudia. Mimi kwa majina naitwa Priska Hassan Kiromo leo nimekuja hapa wilayani, tunaishukuru sana hii benki kwa kweli. Sasa wakulima tutatoka kimasomaso na tutalima kwa faida na tija, kwa sababu mkombozi wetu amefika, wana Malinyi. Yani tushangilie kabisa, tushangilie kwa ukombozi huu. Maana tukatujui benki na tulijua hatujui, wakulima tuingilie wapi au tutokee wapi tupate mikopo. Kwa masomo tulojifunza leo, tunawashukuru sana wakufunzi wetu. Kilimo maisha yetu, hakika kilimo kina benkika, kilimo kinabenkika.